Mvua kubwa inayoendelea kunyesha imesababisha mafuriko makubwa na maporomoko ya ardhi kote kusini mashariki mwa Asia na kusababisha vifo vya watu kadhaa, huku mamlaka ikisema kwamba hali bado ni tete zaidi. Mtu mmoja amethibitika kufariki nchini Vietnam mpaka Jumatatu na kufanya idadi ya vifo vya mafuriko nchini humo kufikia hadi tisini na moja katika muda wa wiki moja tu. Waathirika wengine wanane walifariki nchini Thailand, hasa kutokana na njia ya umeme na ajali nyingine zinazohusiana na mafuriko kulingana mamlaka ya nchi hiyo. Shirika la hali ya hewa la Vietnam limeonya kwamba mvua kubwa ambayo imekuwa ikinyesha nchini humo tangu Oktoba inaweza kurejea baadaye wiki hii na kusababisha hatari zaidi katika baadhi ya maeneo, ambapo takribani nusu ya watu zaidi ya milioni mia moja wa Vietnamu wanaishi katika maeneo yanayokumbwa na mafuriko. Idadi kubwa zaidi ya majeruhi walioripotiwa nchini Vietnam imefikia katika mkoa wa kati wa mlima wa Daklak ambapo takribani watu 63 wame fariki katika eneo hilo. Vifo pia vimeripotiwa katika majimbo ya Canho, Lamdong, Gialai, Danang, Hue na Quang Tri, kwani eneo la kusini kati la Vietnam limekumbwa na mafuriko makubwa na maporomoko ya ardhi. Nchi hiyo ya kusini mashariki mwa Asia imepata uharibifu wenye hasara ya takribani dola milioni mia tano za Kimarekani kutokana na mvua hiyo ambayo bado haiishi mpaka hivi leo, huku maeneo yote ya majiji makubwa yakifurika na ardhi ya kilimo pia ikizama. Uharibifu wa miundombinu umesababisha kaya na biashara milioni moja nukta moja kukosa umeme huku zaidi ya nyumba laki mbili hekta laki mbili za mazao na hekta elfu moja mia moja hamsini na saba za mashamba ya samaki zikisombwa na maji. Serikali ya nchi hiyo imetumwa makumi kwa maelfu ya wafanyakazi kupeleka chakula, dawa na vitu vingine muhimu huku helikopta ikitumika pia kutoa misaada katika baadhi ya maeneo yaliyokumbwa na mafuriko na nyanda za juu. Mvua za monsoon kila mwaka husababisha mafuriko kusini mashariki mwa Asia lakini mwaka huu zimekuwa kubwa zaidi ambazo hazikuwahi kunyesha tangu zianze kurekodiwa nchini humo. Vietnam kwa kawaida huwa na mafuriko kuanzia Juni hadi Septemba, lakini wanasayansi wanasema mabadiliko ya hali ya hewa yanayoendeshwa na binadamu yanafanya hali ya hewa kuwa mbaya zaidi mara kwa mara na kuharibu maeneo mengi, hasa mvua zinapokuwa zimeanza. Nchini Thailand nako mafuriko makubwa yameripotiwa katika maeneo ya kusini mwa nchi na kuathiri karibu watu milioni mbili. Shirika la maafa la nchi hiyo limeeleza eneo lote la kusini mwa Asia limekumbwa na mvua kubwa ambazo hazikuwahi kushuhudiwa tangu mvua zianze kurekodiwa katika maeneo hayo, huku nchi ya Vietnam ikiripotiwa kuwa katika hali mbaya zaidi ambayo haikuwahi kushuhudiwa. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.